Huu mnaona mbele yenu bwana, huu ni mkaa. Sasa leo nataka nikupe faida chache za mkaa kwa sababu nyingi nishazielezea ila nitawapa chache baina zile nyingi. Ndugu yangu, huu mkaa unaouona una faida nyingi kwenye kupikia na pia una faida nyingine zaidi ya kwenye kupikia. Sasa ndugu yangu utautumiaje huu mkaa katika majambo yako? Sawa? Kwanza mkaa huu unaweza uka, ukakusaidia kwenye kinga. Sawa. Unakusaidiaje unikinga? Ipo namna mbili. Sawa, chukua umkaa. Sawa, ushachukua umkaa, usagasaji, ushausagasaga upate unga wake. Ndugu yangu, ukiupata ule unga wake usiku, kama unaona kuna nyumba unahala ama sehemu kuna maluelue uwewewe uwe, awe mwanao au jirani yako, sagasaga saga unga wa mkaa saga, saga mkaa upate unga wake, jipake eh, kwenye unyayo wako ndugu, eh, yangu utalala kama mtoto mdogo, au usumbuliwa na mchawi na kingine kama mwanao analialia anasumbuliwa mambo yamekuwa ni magumu ndani ya nyumba, vimbwanga viishi, chukua mkaa, chukua na ndimu, kafunike chenye uvungu, lala eh, utakuwa salama salimini, usumbuliwi na mchawi aina yoyote, hmm. Hiyo ni kinga za muda ambazo zitawasaidia hmm. Ndugu yangu, hizo ni kinga za muda ambazo tawasaidia. Nikisema unapona, nikiongea unafanikiwa. Ndugu yangu, leo nimekupa faida chache hii, ila faida zingine, msikose kunifuatilia pia, msikose na kushare, watu wengi waone, msio wa choyo, mshare hapo na mlaiki pia, na mkomenti, atani nao e, komenti ujinga